Mwanangu, unasema unajua history sana nini? Kuna jamaa mmoja anaitwa Kunta Kinte, ushaikusikia? Ah, nani mtu na wa wapi Kunta Kinte? Eh, ah, huyu ni kijana alichukuliwa mwaka 1600 na watu wa waliokuwa wanaitwa biashara inaitwa Atlantic Slave Trade, biashara ya utumwa iliyoanzishwa na biashara hii alianzisha mreno mwaka 1450 Uingereza, mwingereza kaja mwaka 1555 5 akaanza kutuchukua sisi kama mbuzi na kondoo na kutia kwenye maboti yeah. Na tukifa na tutupa baharini, tukiumwa tutibiwi. Umesikia bwana? Ndio, bahati mbaya sana. Wakaenda kumchukua mtoto mmoja kutoka kijiji cha Jufle. Jufle. Jufle vile. Wapi huko? Huko kule, leo hii inaitwa Gambia. Gambia. Yeah. Current. Hadi leo hii ukienda Gambia leohii yeah. Waulizie kupelekea katika kijiji cha Jufle uh -huh. Alikotoka Kunta Kinte utakwenda kupelekwa uh -huh. Kabila la kule wanaoishi pale ni Mandinka uh -huh. Mandika ni watu very genius man. Kwa hiyo alipochukuliwa Kunta Kinte akapelekwa Virginia, Amerika yeah. na na mabwana wale wasiopiga mswaki eh, mekundu kaka zoe, yaani maajabu ya dunia, kwamba dhaifu. Nilisoma Bible kidogo, unajua inasema dhaifu atatawaliwa, eh, mwenye nguvu watatawaliwa na dhaifu. Mwenye nguvu atatawaliwa na dhaifu, na ni kweli, hawa inferior people white race walitubeba sisi kama tango wakaondoka na Kunta Kinte hadi Virginia. Yani wako wiki lakini, wamebeba watu wa strong, wene peni inafanya kazi sana, wakadondokea kwa Kunta Kinte wawakadondokea kwa watu waka waka wao, wakaingia nao kule Virginia wakawambia kuanzia leo utaitwa Kunta Kinte wewe yeah. utaitwa Tobias. Eh, uh -huh. Na dini yako majina ya Tobias unajua, uh -uh. uh, ni, ni dini Tobias ni Western religion, dini ya Magharibi. Okay. Ni Mkristo a Kunta Kinte yaingiza kwa Ukristo na mabwana wa utumwa wanaitwa Slave Master, mnaelewa? uh -huh. Slave Master huyu, wakamlazimisha Toby nani Kunta Kinte awe Toby, wakampiga sana, yakuingia kiurahisi ila aliingizwa kwa kukwepesha kichwa chake kisiangukie mabegani mwake, ndio staili wanaoitumia siku zote. uh -huh. kutishia kukata kichwa ili wewe uungane nao mpaka amekubali. eh, eh, Kunta Kinte akabadilishwa jina akaitwa Tobias. Okay. na akawa mfuasi wao katika imani yao wanaoitaka wao. Yep. ndio Kunta Kinte alikoangukia, lakini hadi leo Kunta Kinte amekuwa shujaa wa watu weusi kama vile tunavyomwongelea hamilikaribaka alipowapiga wa Romani wa wa akitokea katika eneo linaloitwa Katage akavaa panda milima Arabs akiwa na askari wake wa tembo. Sisi wa Afrika viatari tunatumia sisi wakati tunafuga tuna, tuna, tuna, tuna simba. Wazungu yeah. wanahangaika kumpanda farasi mgongoni <laughs> <laughs> wana, wana <kia> kum <laughs> wana sim tunafuga simba yeah. Wazungu wanahangaika kum kum farasi kumtega farasi ya mpande